Kwa majina naitwa Kailan Jimmy Junior. Uh, wachezaji wangu wanapenda kunita Coach Kai. Natokea klabu ya Eagles Table Tennis Club ambayo makao makuu yetu yapo Ukonga, Dar es Salaam. Na katika mashindano haya tumeingiza timu tatu under 17, girls and boys, senior. Na pia tumefanikiwa kuingiza timu ya doubles wanawake finali na singles ya wanawake tumefanikiwa kushinda mshindi wa tatu. Ah, mashindano kwa mwaka huu aisee, mashindano yamekuwa uh, makali yani watoto wamekuja wanahari watoto wanaonyesha. Na kitu kingine nimependa, washiriki wamekuwa wengi zaidi tofauti na miaka iliyopita. Kwa hiyo nilikuwa naomba wadau na wachezaji au wazazi pia wawape watoto wa wao support, ili waweze kuonyesha vipaji vyao. Naamini baada ya miaka miwili mbele tutakuwa na timu kubwa sana ya taifa yani, ambayo sisi wenyewe tutapata tabu kuchagua wachezaji gani waweze kutuwakilisha kwenye kimataifa. Kwa majina anaitwa Moses Mabula ni mchezaji wa mpira wa meza kwa watu wenye ulemavu ama inavyofahamika para table tennis. Natokea klabu ya Kisutu hapa Dar es Salaam. Kwa kifupi, nizungumzie mashindano ya National Championship ya table tennis. Uh, kwanza ni, ni, ni washukuru sana na kuwapongeza TTA kwa hii initiative ambayo wameendelea kuifanya ya kushirikisha na watu wenye ulemavu pia katika michezo yao. E, ushindani umekuwa mkubwa sana sana. Kuna timu zimekuja kutoka Zanzibar. E, unaona kwa sehemu kubwa na zenyewe zina, zinajaribu kuchallenge ku kwa sehemu kubwa ushindani kwa ishirini 25 ni mkubwa sana mimi sijawahi kuona ushindani wa namna hii hata, e, kwenye para kwenye para kwenyewe, mimi mwenyewe ni miongoni mwa waanzilishi lakini leo hii nimeshika nafasi ya nne. Watu wamekuja hivi, wamekuja jana wengine, uh, leo wamefanya vizuri kuliko hata mimi. Kwa hiyo ushindani umekuwa mkubwa, hata mimi nimeshangaa. Kwa jina, naitwa Wilda Abdullah Said, natokea Zanzibar katika klabu ya Racket Table Tennis Club. Mashindano ya mwaka huu ni mazuri na upinzani umezidi kuwa mkubwa, kwa sababu watu wametokea sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kushindana.